Unataka kuanzisha biashara yako ya nguo, lakini ukiangalia kwenye akaunti yako, unaona sifuri kubwa? Nimekusikia! Wengi wanaamini unahitaji mamilioni, duka kubwa na makontena ya mizigo ili ufanikiwe. Hapa wanakosea! Vipi kama ningekwambia unaweza kuanzisha biashara hii ya nguo yenye faida kubwa leo bila hata shilingi moja mfukoni. Si utani! Hata yule mfanya biashara mkubwa unayemjua alianza na simu yake tu. Leo nitakupa mbinu saba za siri ambazo zitabadilisha simu yako kuwa duka kuwa duka, ofisi, na ghala lako la kwa pamoja! Hakuna kodi, hakuna wasiwasi wa stoo. Na usiende popote, kwa sababu mbinu ya saba ndiyo kiboko ya wote, itabadilisha maisha yako. Sasa nitakueleza mbinu saba rahisi kuanzisha biashara ya nguo bila mtaji. Namba moja, tumia utaratibu unaoitwa drop shipping. Wazo la kuagiza mabalo ya nguo tupilia mbali, tunazungumzia drop shipping huu ndio mchezo. Fikiria hivi, wewe ni bosi, hushiki bidhaa, huna store. Unachukua picha za nguo kutoka kwa supplier, unaziposti, mteja ananunua, supplier anatuma moja kwa moja kwa mteja, wewe unapokea faida yako tu. Ni rahisi kiasi hicho. Unawapata wapi hao suppliers? Rahisi sana naenda kari yako au hata rahisi zaidi, tafuta kwenye WhatsApp, jiunge na magrupu ya wholesale. Ya wholesale fashion Tanzania, download picha zao, weka bei yako na subiri oda zianze kumiminika. Hujui uweke bei gani? Hakuna shida, chukua bei za supplier, zidisha mara 1.5 boom. Hiyo ndio bei yako ya kuanzia kama shati ni shilingi elfu kumi, wewe unauza kwa shilingi elfu kumi na tano. Elfu tano papo hapo mfukoni mwako zinaingia. Huna cha kupoteza isipokuwa data ya simu yako. Mbinu ya pili, mitandao ya kijamii ni masoko yako bila kodi. Sawa, una bidhaa lakini wateja wako lakini wateja wako wapi? hapa ndipo uchawi unapoanza: Instagram, TikTok na Facebook Marketplace. haya siyo mitandao ya kijamii tena. Haya ni maduka yako ya bure. Sikia, ni ya bure. Algorithm yako itakufanyia kazi ya kuuza masaa ishirini na nne kwa siku. Piga picha bomba, simu yako tu inatosha. Piga picha ya mbele, ya nyuma na picha ya karibu inayoonyesha ubora wa kitambaa. Wanyonye kila kitu, hakuna kuficha, ubora ni halisi. Kwenye maelezo andika midi dress shilingi elfu ishirini na tano, size 8 mpaka 16, tunaleta ndani kwa masaa 24. Kisha weka hashtag nne tu zinazoeleweka, nguo kali nyingine ni fashion bongo. Hizo ni hashtags mbili, usiweke hashtag, hashtag milioni moja. Instagram itakuchukia. Story na WhatsApp status ndio silaha zako za siri. Posti kitu kila baada ya masaa matatu na utawafanya wateja wako wahofie kukosa nguo zako. Mbinu namba tatu chagua niche, usifanye biashara kama supermarket Huwezi kumuuzia kila mtu, ni kama kujaribu kuwa daktari wa kila kitu, haiwezekani. Chagua eneo lako maalum. Badala ya kuuza nguo, uza nguo za plus size kali, au nguo za watu wa baisikeli, au nguo za ofisini tu. Miliki eneo lako, kuwa mfalme wa eneo hilo. Ukiwa mtaalamu, wateja watakufuata wewe na hawatabishana na wewe kuhusu bei. Hii ndio njia ya kuwapiga knockout washindani wako. Mbinu namba nne, picha zako ndio muuzaji wako namba moja. Haziongei lakini zinauza masaa ishirini na nne. Siri ni hii, tumia mwanga wa dirisha, hakuna flash. Weka nguo kwenye heng'a safi au juu ya sofa, kisha fanya hivi Kwenye simu yako ongeza brightness plus 10, na contrast plus 5. Usizidishe. Tunauza ukweli, sio ndoto. Piga picha nyingi, mbele, nyuma, mfukoni, kwenye zipu. Mpe mteja kila taarifa. Hii inajenga uaminifu na inapunguza maswali na uwezekano wa nguo kurudishwa. Uaminifu ni pesa. Namba tano. Fanya malipo yawe rahisi, kiasi kwamba hata mtoto anaweza kulipa. Mpesa, tigo pesa, Airtel Money na kadhalika, hizo ni silaha zako. Na hili ni la lazima, jina kwenye Instagram lazima lifanane na jina kwenye akaunti yako ya malipo. Kama unajiita Gram Fashion TZ, halafu mpesa inasoma John Doe, hakuna atakayekutumia pesa ni kama kumwambia mtu atume pesa kwa jina feki, kwa jina feki. Weka bei kamili kama shilingi elfu kumi na tisa badala ya shilingi elfu ishirini, elfu kumi na tisa mia tano badala ya shilingi elfu ishirini badala ili kuepuka usumbufu wa chenji. Mteja akilipa tu mtumie screenshot ya, ya risiti papo hapo. Uaminifu ni muhimu. Mbinu namba sita ni kujenga brandi kwa maoni na testimonials. Brandi yako sio logo, brandi yako ni jinsi mteja anavyokusifia kwa marafiki zake. Kila mteja ni bango lako linalotembea. Mteja akipokea mzigo, mtumie ujumbe, mzigo umefika salama. Baada ya siku mbili, muulize vipi, imekuwa vizuri au, au imekaa vizuri Mteja amefurahi, piga screenshot ya maoni yake, weka kwenye highlights za Instagram, zikusanye kama unavyokusanya medali. Watu wakinunua kwa sababu wanaona wengine wamenunua na kufurahi, hii inaitwa social proof na inaleta pesa nyingi. Ukikosea, rekebisha haraka. Mteja akilalamika nguo ni ndogo, mwambie pole sana, tunakuletea saizi sahihi bila gharama ya ziada. Mteja huyo atarudi na atawaleta na marafiki zake wote. Namba saba ni supplier na logistics kwa zero stock. Mbinu ya namba saba hii ni atomic bomb. Hii ndio inayotenganisha wanaocheza na wanaoshinda, na wanaoshinda: jinsi ya kuwa na biashara kubwa bila kuwa na stock ya bidhaa moja. Fanya hivi, pata supplier mmoja unayemwamini, mpe deal hili: nitakuletea wateja, wenye fung... wenye... nitakuletea wateja. Wewe fungasha na tuma. Wewe unalala, oda zinaingia asubuhi, supplier wako anachukua mizigo, anapakia, anapeleka kwa wateja. Wewe hufanyi chochote isipokuwa kupokea alesi za malipo unaweza hata kumlipa bodaboda boda mmoja kwa wiki akufanyia hii kazi. Unataka kuongeza mauzo mara kumi? Tumia cash on delivery. Mteja analipa akishika mzigo mkononi, hakuna hatari kwako, hakuna hatari kwao. Hii inaua kabisa wasiwasi wasi. Mauzo yako yatalipuka, unakuwa kampuni kubwa inayoendeshwa kwenye simu yako. Wito wa kwanza ni mbinu gani kati ya hizo utaanza nayo sasa hivi? Andika kwenye namba ya mbinu kwenye comments hapa chini. Nitazisoma zote na kukupa ushauri. Namba mbili. Kama video imekusaidia, fanya mambo mawili. Subscribe na share na rafiki yako mmoja ambaye anataka kuanzisha biashara. Ninakuletea content kali kama hii kila wiki bila kukosa. Kwa kumalizia, kumbuka, uwezo wako haupo kwenye duka kubwa au mtaji wa mamilioni. Uwezo wako uko hapa kwenye simu yako, uko hapa kwenye simu yako. Usisubiri kesho, kesho haipo. Anza na mbinu moja leo, ongeza nyingine wiki ijayo. Baada ya mwezi mmoja, hautaamini akaunti yako ya benki simu yako ni himaya yako. Anza sasa hivi. Tutakutana kileleni.